Hey, mambo vipi? Habari ya muda na wakati kama huu. Kwanza kabisa ni watambulishe katika application yetu ya mauzo kwa wafanyabiashara wadogo wadogo, ambaye ni tofasta rahisi kabisa na mafuko wafanyabiashara wadogo, ili kuwasaidia kuweza kutunza kumbukumbu kwa urahisi zaidi. Nataka nikueleze tatizo ambalo limesuluhishwa hapa. Wafanyabiashara wengi wanakabiliwa na changamoto ya kusimamia mauzo, kuhifadhi na kurekodi data na kufuatilia faida kwa usahihi. Sasa Fasta inakuja na suluhisho rahisi kabisa na kwa gharama nafuu. Kwa hiyo uh, ukiwa katika application ya Fasta uh, utaweza kutunza kumbukumbu -kumbu zako za mauzo, kurekodi kila mauzo na mapato kwa urahisi, kununua yani kufanya stock na kuisimamia stock, kufuatilia bidhaa unazonunua ujue mzigo wako upo kiasi gani. Unaweza ukaona kupata hesabu ya faida, unaweza ukaona faida ya siku bila kutumia makaratasi au bila kutumia taarifa za kuunganisha huku na huku. Taarifa za mzigo wako, yani stock alert, unaweza ukapata onyo ama unaweza ukapata taarifa ya mzigo ukiwa chini ya kiwango fulani, utaweza kujua kwamba store sasa hivi ipo. Na pia ina record matumizi na madeni, kuhakikisha kwamba unajua unachokitumia na unajua wale watu ambao wanakudai. Kwa hiyo sasa tutakwenda kuanza kwa demonstration hii hapa ambayo unaanza muonekano wa application kwa nje unakuwa kama hivi ambavyo mmeona hapo. Tutakwenda kuanza sasa na Kiswahili kabisa tutaingiza email address hapa kama tayari tulikuwa tumejisajili katika mfumo huu. Lakini kama hatujajisajili tutakwenda kutengeneza account hapa. Tuseme, uh, jina la biashara inaitwa Smile Shop. Inaitwa Smile Shop. Labda tuseme labda email ni jamal mteri at gmail com, labda namba ya simu ni sifuri sita nane nne saba mbili nane, okay, tisa saba moja. Okay, unaweza ukatengeneza password ambayo kwako inaweza ikawa rahisi. Mi nitatumia hii hapa, ambaye kwangu nitaweza nikaikumbuka. Najua huko utakuwa uoni kwa sababu ya security. Basi nitakwenda kutengeneza account na moja kwa moja nitakwenda kufanikiwa kutengeneza account, na nitaingia kwenye eneo hili ambalo unaliona liko hapa. Kwa Kiswahili kabisa, imekuwa rahisi. Chini kunayo tab ambayo ni ya kukurahisishia ama kufanya shortcut. Ukiona kuna home hapa na pia kuna report hapa ambayo itakuhitaji password kwa baadaye, na pia vile vile kuna sellers kama utakuwa una wauzaji zaidi ya mmoja yani, unalo duka lako lakini una wauzaji ambao wapo dukani kwako, so utaweza kuachagua hao sellers hapa, utaweza kuwa add seller ambao wapo hapo. Utaweza kuona stock alert kwa mzigo ambao kama unakaribia kuisha ama vipi, lakini hapo unaweza kuiona profile ya kwako eh, kwamba kwa jina la biashara Smile Shop and bla bla okay. Sasa uh, duka lolote lile ama biashara yoyote haiwezi kuanza pasi na kuwa na mzigo tutakwenda kurecord sasa store yetu. Kuna maeneo mawili ya kurecord store. Unaweza kuingia kwenye store au unaweza kuingia kwenye alama ya kujumlisha ambayo unaiona hapa chini. Let's say tutumie store hapa. Hakuna product ambayo kwa sasa tuko nayo. Kwa hiyo inabidi tuingize product ambayo tunayo. Let's say sisi tunauza abaya. Product name ni abaya. Product category iko katika mavazi. Sisi tumeinunua shilingi ngapi? Labda let's say abaya moja tumeinunua shilingi Uh, labda shilingi elfu ishirini. Na sisi tunaiuza shilingi ngapi? Labda tunaiuza shilingi elfu thelathini. Tumeweka ze profit ya shilingi elfu kumi, lakini je, tumezinunua ngapi? Ziko ngapi? Yani tunazitaji kuziweka ngapi? Yani tumezinunua abaya ngapi? Lesa hii tumenunua abaya kumi. Kama tumenunua abaya kumi, ina maana sasa tutaenda kuiadd hiyo product. Unaweza kuiandikia maelezo kama unaona ni muhimu, lakini unaweza ukaiadd. Uh, okay, kama, kama, kama hivi, na mwisho wa siku itakuwa imefanikiwa kuweza kui, kuingiza hiyo product. Kwa hiyo nikirudi sasa hivi katika store nitaikuta ile product ya baya tayari imekwisha rekodiwa hapo na selling price tayari tumeshaiona ni shilingi 30. Ikiwa siku zimepungua zimebakia kwenye stock hapo sasa, tumeziona ziko kumi. Ikiwa zimepungua na unataka kuongezea mzigo on top of that, utakuwa hauna haja ya kuweza kuandika tena baya na nina kitu kama hicho. Let's say tunayo product nyingine ambayo inaitwa lip lip balm. Lip balm uh, iko katika mapambo labda iko katika kategori ya mapambo. Buying price tumenunua shilingi 1500, uh, lakini sisi hapa tunauza shilingi 2000. uh, tumenunua ziko 20, kwa hiyo hapo tayari tunayo nini, tunaenda kuiadd sasa hapa kwenye uh, nani yetu. Kwa hiyo tumefanikiwa tukiingia kwenye store, tutaikuta na lip balm pia ziko 20 hapo. Sasa tunataka kwenda kwenda kumuuzia uh, mteja wetu. Sasa ndo tuko dukani na mteja ameshakuja, ili tuweze kuhifadhi kumbukumbu za namna ya kuuza, tutaingia hapa kwenye kuuza, ukiingia hapa kwenye kuuza utabidi uchague bidhaa hapo. Ukiingia hapa kwenye kuchagua bidhaa, utaziona bidhaa zimekuja, kuna abaya pamoja na lip balm. Mteja amekuja anahitaji abaya, kwa hiyo nitai click ya abaya ambayo anahitaji. Lakini kama products ziko nyingi ninaweza nikatumia search hapa kwa kusema labda nahitaji abaya. Kama products ziko nyingi ya baya yangu mimi ninahitaji, tayari hapa. Kama nitakuwa nimemwacha mtu dukani, tutachagua jina la muuzaji hapa, lakini kwa sasa hatuna muuzaji yoyote ambaye tumemweka. Je, anataka abaya ngapi? Anataka moja. Kwa hiyo sisi tutaiingiza hii abaya kwenye kikapu chetu, kutaingiza hapa, na tayari tutaona hapa kwamba okay anahitaji yabaya ambaye price ni kiasi hichi na total ni hii hapa. Sasa tutakwenda kukamilisha malipo, kama tumeshapokea hela kutoka kwa mteja wetu, tutabonyeza button ya kukamilisha malipo hapa chini, na tushakamilisha hapa itaniambia imefanikiwa kuuzwa. Kwa hiyo nikirudi huku tena kwenye back nikiingia hapa kwenye mauzo ya siku hapa kwenye hii button imeandikwa mauzo, nikiingia hapa ni tayari nitakuta mauzo ya shilingi kadhaa na seller name ikiwa ni, ni default. Ina maana seller name haitoonekana kwamba nitaonekana ni mwenye duka ndo nilikuwepo. Kwa hapa tunayo shilingi elfu thelathini ambayo ni mauzo ya siku ya leo, lakini tunaweza tukachagua tarehe Ye kuangalia mauzo ya siku kama yapo, lakini kama hamna tuna, tuna, tunachana nayo kwa kuangalia tarehe labda ya jana. Kama jana hatukuwa kwenye application, so that's hakuna mauzo yote ambayo yalifanyika. Lakini sasa je, tumeuza baya tumepata faida kiasi gani? Nataka kuingia hapa kwenye faida, kwa sababu faida ni siri ya mfanyabiashara ye mwenye ndo anajua. Kwa hiyo tumeiwekea button hii uh, authentications au tumeiwekea button hii mwenye duka yeye ndo anaweza kawa anajua kwamba anaingia ili kuweza kuona uh, faida. Kwa hiyo itabidi aingize passwords. Kwa hiyo tukiingia hapa tunaweza tukaona leo tumepata faida ya shilingi elfu kumi. Ndio faida yetu ya siku ya leo. Kama tunataka tukaangalia pia weekly profit Sabtu kwa sababu tuko katika wiki hii itabaki hiyo, katika mwezi huu itabaki hiyo, lakini tukiingia hapa, labda tukiangalia, labda lese mwezi fulani, labda mwezi Aprili, kama hakuna haitatuonyesha chochote. Labda ikiwa mwezi Machi, labda lese au mwezi fulani, ndio itaweza kutuonyesha kwamba tumepata faida kwa kiasi gani lakini pia je, vile vile tunawezaje kuitumia, uh, upande wa madeni. Let's say amekuja mteja hapa, alivyokuja mteja uh, sisi tunahitaji kumuuzia, lakini ananunua kwa kukopa. Let's say amekuja amekopa lip balm, anakuja hapa dukani kwetu anahitaji lip balm. Anahitaji lip balm ngapi? anahitaji lip balm tatu. Lakini je anahitaji kwa mkopo? Kama atakuwa anahitaji kwa mkopo, itabidi tu click button ya mkopo hapa Tukishakliki button ya mkopo, inabidi tuchukue itupeleke huko huyu. E, jina la mteja aliyekupa al, alikuja ku, kukopa ni nani, kwa unaweza ukaingiza namba yake ya simu au jina lake kwa anaitwa um, labda aliyekuja kukopa anaitwa labda labda tuseme nani anaitwa Pendo Pendo ndo amekuja, uh, kukopa hapa. Kama Pendo amekuja kukopa, je, am, am, am, am, amekuja na shilingi ngapi kwa ajili ya kununua? Pendo amekuja na shilingi elfu mbili ametupa hiyo, nyingine imebaki kama deni, au ametupa shilingi elfu moja ndo aliweza kufanikiwa kuilipa for the day. Kwa hiyo um, tutaweka kwenye kikapu uh, tutaona kwamba jumla anatakiwa alipe shilingi elfu sita lakini tukumbuke kwamba tumemweka Pendo katika mkopo. Kwa hiyo tutakamilisha malipo hapa moja kwa moja. Tukisha kamilisha malipo itakuwa imekwenda kufanikiwa kwenda kuuza, lakini tukumbuke kwamba tumekwenda kuzichukua taarifa za huyu mteja ambaye sisi amekuja kutukopa. Tutaenda kuangalia kwenye eneo la madeni hapa wanaoda, hiyo tutaangalia pendwa anadaiwa shilingi elfu tano kwa sababu kule aliku, aliku, alilipa shilingi 1000 kwa sababu alikuwa anatakiwa alipe shilingi 6000 kwa hiyo anadaiwa shilingi elfu tano. Kwa hiyo ni upande wa kuona namna gani madeni yanavyoweza kuwa yamerekodiwa, lakini pendwa, kwa mfano, akaja akapunguza hapa. Uh, pe, pendwa anakuja kulipa sasa. Uh, kama seller name yupo atachaguliwa, lakini kama hayupo tutamwacha. Lakini je analipa amount kiasi gani? Pendo amekuja leo analipa shilingi elfu mbili tutaisubmiti hapo, na mwisho wa siku basi itakuwa imekwenda e, kuweza ku, kuona kwamba pendo ame amenini ame unaona hapa ame, ame, tayari imeshapungua imebakia shilingi elfu tatu baada ya kupunguza lile deni. Jaribu kuingia kwenye history hapa, unataka uweze kuona ni pendo amenani kwa kiasi gani amelipa, mchakato kwa kiasi gani amekuja akalipa tena shilingi elfu mbili kwa imebakia hapa elfu moja alilipa siku fulani, muda fulani, na kuonyesha na kila kitu kwa lip bam zile tatu alizolipa kwa mpaka sasa hivi price alolipa ni shilingi elfu mbili kwa ina maana Pendo bado anadaiwa ana shilingi elfu tatu. Let's say labda tu, tuilipe yote shilingi elfu tatu alafu tu, tuweze kuona kwamba ni nini ambacho kitatokea Pendo akilipa uh, shilingi elfu tatu zake ambazo um, zin, zina nani. Kwa hiyo tukirudi hapa tukirudi hapa kwenye madeni, hakuna tena wala watu wanaodaiwa kwa sababu Pendo tayari amekushakamilisha kulipa ile nini. Na tukirudi kwenye mauzo hapa tutaweza kuona kwamba okay, Pendo huyu hapa alilipa shilingi elfu sita ambayo ilikuwa ni very total, lakini alianza shilingi hii hapa inatuonyesha kwa sasa hizi tuna mauzo ya shilingi uh, elfu thelathini na sita lakini tuna faida kiasi gani? Je, tukijaribu kuangalia hapa tunaweza submit hapa tuweze kuona faida. Tuna faida shilingi elfu kumi na tano baada ya ku ya kufanya haya mauzo. Lakini je, uh, alama ya alert hii hapa inafanya kazi gani? Alama ya alert hii kazi yake ni kutuonyesha stock iko low kwa kiasi gani. Tulisema stock zikiwa chini ya tano ndo ituweze kutu, kutuonyesha zikiwa chini ya tano hem, tuende tukaziuze abaya zote sasa hivi, alafu tuone pale kwenye alert nini kitatokea. As tunakwenda kuuza hapa, tunaenda kuziuza abaya zote hapa. Abaya tunasema ziko abaya ngapi? Okay au, au laba lesa, tuuze abaya tano. Tunajua kule lazima zitakuwa zimeninini. Tunakwenda kukamilisha malipo hapa na moja kwa moja tutakuwa tumefanikiwa kwenda kuna nani kuuza hapa, lakini tukirudi hapa unaona kwenye alert tayari imekushatokea kuna kuna kuna, kuna kitu hapa kimetokea. Tukibonyeza alert hapa, itatuambia abaya remaining, zimebakia abaya nne kwenye stock yetu, na tukirudi hapa, kule kwenye store zimebakia abaya nne ambazo ziko hapa. Lakini je, vipi tuki update store sasa hivi hapa? Tukiingia hapa kwenye alert, ili ki alert kiweze kuondoka, inabidi tu update store. Tulisema zikiwa chini ya tano ndo zianze kupiga kelele ama kutupa hiyo uh, mwonekano wa kwamba stock iko out kwa hiyo tutaongeza labda leo tutanunua baya tano zingine. Kwa hiyo tuta update store yetu hapa. Tuki update store, tunaona kwamba store imekuwa updated na alert tayari imekuisha ondoka, haipo tena. Kwa ufupi ni hivyo, mfanyabiashara yoyote, unahitaji application hii, kwa sababu tunaamini kwamba inakwenda kukusaidia kutimiza malengo yako ya kuhakikisha kwamba unafuatilia stoo yako, unaifuatilia biashara yako popote pale ulipo duniani. Sio lazima uweze kuwepo dukani. Uh, unaweza kuwa umesafiri, unaweza kuwa unaona duka lako popote pale ulipo, na ni kuhakikishia tu kwamba Fasta ni mshirika bora kabisa kwa wafanyabiashara wadogo, ambaye inakupa udhibiti wa, wa biashara yako kwa urahisi na kwa gharama nafuu, na kama una swali lolote kwa hivi sasa aliyekushirikisha juu ya video hii, unaweza ukamuuliza au unaweza ukanicheki mimi moja kwa moja kwa kupitia sifuri sita nane nne saba mbili nane tisa saba moja Asante, asanteni sana kwa kunisikiliza hii ni kweli ni Fasta. Tukutane tena katika video nyingine ya kushirikisha fursa kubwa.